Pokea hii hazina na uitunze hii hazina, uifanye kama roho yako, kama mboni zako za macho. Uitunze wala usiiweke ovyo, kila unapokaa uiweke mfukoni. Mwanangu, hii hazina itakusaidia kwenye maisha yako, umesikia? Na hapa utakapoichukua ukimbie upesi, usikae hapa, mimi naondoka.

Ah bwana, shambani penyewe kama mna kazi kubwa. Kwa hiyo kwa na kazi kidogo tu nimefanya fanya pale, nimemaliza. Kwa hiyo nimeamandelea mapema na nyumbani. Eh, hey, mama yuko wapi? Ah, mama yako sijamkuta. Ni hapa nimekuja hapa muda kidogo, lakini sijamkuta. Ah, sijui akielekea wapi? Hmm, nilikuwa na wasiwasi, maana mama anapoongea sijapika hivyo yaani. Ah, uliposema hujapika mwenyewe, bwana njaa! No, kinoma yani tu wewe tena Acha tu basi, fanya fanya basi pikapika hapo basi, mi nikamcheki sija, atakuwa wapi? Kama shamba la bondeni kule, aba atakuwa ameenda huko. Okay, basi nenda mimi na pikapika hapo. Pokea hii hazina na uitunze hii hazina, uifanye kama roho yako, kama mboni zako za macho. Uitunze wala usiiweke ovyo, kila unapokaa uiweke mfukoni. Mwanangu, hii hazina itakusaidia kwenye maisha yako. Kibuwe. Kibuwe. Kule kwa una matatizo hapana? Mimi mbona nipo sawa tu. Na kama upo sawa eh, kwa nini umekaa hivi? Nimeanza kukuta tokea ndani mpaka nafika hapa, eh, alafu unaniambia upo sawa kweli? Hapana, mi mbona nipo sawa tu. Kwa hiyo hapo ulipo, najiona upo sawa kweli? Ujue mtu yeyote akiwa na kitu kakificha ndani ya moyo, afu hataki kumwambia mzazi wake, baadaye ndio kinakuja kumletea matatizo. Hebu ongea vizuri, kama kuna kitu kinachokusumbua nijue na kusaidia vipi. Sisi tumelewana? Sawa, nimekuelewa baba, lakini mimi mbona ni, ni, ni nipo sawa, nipo kawaida tu. Sawa, kama upo sawa ni sawa, lakini kama kuna kitu ambacho nakificha utajua mwenyewe. Kwa hiyo mimi toka nilipokuwa nakuita ndani, lengo nikuambie kuna sehemu naelekea. Sawa, inatoka

pe kazi nilowagaia vijana wangu mmeifanya? Hatukufanikia kupata chochote kile, tumemsachi yule mama, lakini hatukujua hazina kaipeleka wapi. <laughs> Ani anataka kunifanya mimi ni kama pungwani. i say sasa hivi mimi nitamwonyesha. Kwa hiyo basi ninawagaia kazi, mwendelee kumtesa mpaka aseme hazina ameweka wapi na akiacha kusema hazina alipoiweka, basi tutamwangamiza yeye pamoja na familia yake. Kwa hiyo basi nawaagiza muendelee kumtesa mpaka aseme. Sawa sawa, haya kazi njema. Wajua, nimechanganyikiwa sana. Nimeshamtafuta mama, yani kijiji chote hiki nimezunguka, nimemtafuta kila sehemu, lakini sijamuona, na kila anayemuulizia ananiambia hajamuona, kila anayemuulizia ananiambia hajamuona. Ah, na yani napata wakati mgumu sana, nashindwa kuelewa, mama atakuwa ameenda wapi? yani da <t> Sasa kaka, wewe mtoto wa kiume unasema umemtafuta mama, hujampata, mimi mtoto wa kike nitampata wapi? unavyosema <northern> mtoto wa kike ndo wanichanganya kabisa. Baada tushirikiane, tujue tunafanyeje kumpata mama na mama mke, sio kaida yake kabisa kutokuonekana nyumbani siku mbili, na kama angekuwa amesafiri angetwambia bana kuna sehemu naenda, lakini hajatwambia. Labda weka kuaga mke, mimi hajanambia. Ila kaka, mama aondoka siku mbili zote bila kuwapa taarifa watoto wake, hivyo siku mbili anaondokaje? Afu anatuacha <laughs> mimi nilikuwa na wazo bora tu twende kwa mjumbe tukamweleze ile jambo mke, sasa mimi nashindwa kuelewa kabisa, mama iko wapi mpaka sasa hivi? Maki nshauliza sana, nimeshaulizia watu wengi, yaani kila naekutana naye namuulizia, hawajamwona. Hasa atakuwa wapi? Bora atende kwa mama. Uko wapi? Kwani basi. Karibuni vijana, achakulia. Asante mjumbe, samani Tumekuja hapa tuna shida yeah. Amaetu amepotea toka juzi, lakini hatujue yupo wapi. Maana tumejaribu kumfuatilia sana, tumeulizia ndugu jamaa na marafiki, tumezunguka mitaa yote, lakini hatujafanikiwa kumuona. Sasa mimi nimewasikia taarifa yenu. Kwa mujibu wa taratibu wa kisheria, swala kama hilo linakaa kwangu masaa ishirini na nne na kwa sababu mtu amepotea tangu juzi, ndiyo itakuwa inahitaji ngazi za juu hivyo tutapeleka hizi taarifa kituo cha polisi naamini, polisi wana mkono mpana, watafanikisha. Mama yenu atapatikana kweli, mjumbe? Tunaomba tu tusaidie. Hilo halina shaka, nitapiga simu polisi, nitawapa hii taarifa, na nyie mtaendelea kutafuta, na nawaahidi nitalishughulikia hilo jambo, tafanikiwa kwa pamoja. Basi. Haya, karibuni sana.